Wakati dunia ikihitaji wabunifu pamoja na wachapakazi ambao huenda ikawa ni chachu ya maendeleo katika taifa lolote duniani. Hii inatajwa kuwa muhimu kwa wataalamu mbalimbali kuchochea changamoto hizo ambazo zinapatikana katika jamii na baadaye kuwa suluhu ili kuleta maendeleo endelevu katika maeneo ambayo wanayohudumia. Ni katika mahafali ya 27 ya chuo cha uhasibu Arusha, ikiwa ni muhimu kwa ajili ya chuo hiki kuendeleza shughuli za kielimu pamoja na kuzalisha wataalamu ambao watasaidia jamii katika taifa hili la Tanzania. Mhandisi Mshamu Ali Munde, ambaye ni naibu waziri wa wizara ya fedha, anasema umuhimu wa kuendeleza jamii, ipo haja kwa ajili ya jamii hizo kubadilika na baadaye wataalamu hao kuleta chachu ya maendeleo kwa kuelekea ajenda ya maendeleo endelevu kwa katika kuzingatia uh, ajenda ya taifa ya maendeleo 2050. Miongoni mwa maeneo ya kipaumbele katika kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya jamii ni kuwa na jamii iliyoelimika yenye ujuzi na inayopenda kujifunza. Natoa wito kwa uongozi wa Chuo cha Uhasibu Arusha kuhakikisha kuwa mipango na malengo yenu ya muda mrefu na mfupi najikita katika kuandaa wahitimu wenye maarifa ya masuala ya kifedha, uwezo wa kufanya maamuzi sahihi juu ya matumizi ya fedha, kusimamia rasilimali kwa ufanisi, kuchangia katika ukuaji wa uchumi na kutumia elimu walioipata kusaidia jamii na serikali kujenga uwezo wa Tanzania kukabiliana na mabadiliko ya kiulimwengu. Baraza la uongozi wa Chuo cha Uhasibu Arusha lina jukumu la msingi kusimamia sera, kutoa miongozo na mwelekeo wa kimkakati na kuhakikisha chuo kinaendeshwa kwa misingi ya uwajibikaji, uwazi, uadilifu na ubora wa kitaaluma. Profesa Eliamani Sedoyeka ni mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, IAA. Anasema katika kuendeleza taaluma hii, ipo haja ya kutumia matumizi ya teknolojia, ili taifa liwe na hazina kubwa baadaye, kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya taifa hili, kwa kutumia mitaala ambayo huenda ikawa ni suluhu katika kutatua changamoto ambazo zinapatikana katika jamii. Miongoni mwa malengo ya sera ya ajira nchini ni kupunguza ukosefu wa ajira. Kwao sisi tume andaa kwa kuandaa business setup center shamba vijana wetu wakiwa hapa shuo, vilevile wana uwezo wa kujianzisha biashara zao katika maeneo mbalimbali. Mpaka sasa tumeshafanikiwa kusajili makampuni 30 ambayo tayari yameshaanza kufanya biashara na mingineyo yameshaanza kulipa kodi. Tumekabidhiwa dhamana kubwa na jamii, dhamana ya kutumikia ya kutumia maarifa yetu kwa hekima uadilifu na manufaa mengi bali ni mwanzo wa jukumu jipya la kutumikia jamii, taifa na dunia kwa ujumla. Nidhamu na maadili pamoja na uchapakazi kando na kuzingatia swala la ubunifu katika maeneo ya kazi, inatajwa kuwa miongoni mwa ajenda muhimu kwa ajili ya wataalamu hawa kwenda kuitumikia jamii na baadaye kuleta chachu ya maendeleo katika taifa la Tanzania hususan kwa kuzingatia jamii zote ambazo zinapatikana katika taifa hili. Kutoka Arusha kaskazini mwa Tanzania, jina langu ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds.